Nasema Nasema mimi Mimi mmiasi But wewe yeah. unaweza kuona Salasya ni mtu mbaya na watu wammiasi wanampenda vile hako watu wammiasit walimchagua akivuta bangi na walijua ni mvutaji wa ba si walijua yeah. so utaenda kuwauambie mko na kiongozi mbaya na watamchagua tena na wanajua anavutanga bangi akitembea huko mmiasi na hao watu wanamwambia, wewe vuta tu bangi zako. Ile kitu tunataka kwako ni hospitali, shule, maji, barabara. Yeah. uta Na ana deliver hizo vitu. Wale wabunge yeah, yeah, vitu, yeah, walikuwa rated the best performing in Western. Ilikuwa Didi Masbarasa, Peter Salasia na na, na nani mwingine? Walikuwa almost three. Wale walikuwa among the top 10, yes, wale walikuwa among the top 10. So wewe na, nikasema, na nikasema kwamba kama unatafuta saint kwa siasa utapata, kama unatafuta pastor kwa siasa utapata. Enda kanisani, go to the church and look for a saint. Hata huko kanisani mapasta hata sio ma saint, wanalala na mabibi za watu, wanaiba So saint utapata. Kama unataka Salasya akuwe saint, watu wa Mumias hawataki akuwe saint. Waenda kwenu uchague saint huko, mutakuta saint moja muchague. Na nikasema Oburo Odinga mutu mwenye amesema hapo Oburo ana, ana, ana qualities za yeah, uongozi ana wisdom, huyo mutu amesema ukweli. Na Raila, alitu, na Raila alituonyesha, Raila mwenyewe alituonyesha kwamba Raila mwenyewe alituonyesha kwamba Oburu is not a leader. Si Raila alituonyesha akiwa hai kwamba Oburu is not a leader. Raila aliangalia wale watu walikuwa wanapakisha nyuma waota, akienda akienda kukampeni ya AUC, akaangalia watu akawapiga msasa, ni nani ni nani na za trust alinde chama, akaona ni mutu anaitwa Profesa Anyang' Nyongo, his most trusted friend kwa nini hakuachie Oburu? Kwa nini nini? Kwa nini hakuachi Oburu, na nikasema kwamba Oburu, ile broad based faction ya ODM, sio Oburu anaongoza. Oburu ako hapo kama picha kama puppet, mwenye anaongoza hiyo puppet anaitwa Dr. William Samoe Ruto. Kama hii mkutano umefanya Mombasa hii ya neck. Si walikuwa wamemaliza asubuhi. Iliisha. Yeah. Na wakatoa resolutions na wakaweka kwa press resolutions. Yeah. Resolution zikawa tuna resolution number one, tunatoka azimio. Resolution number two, tumefuta kale kwa misi Kipkorir arap Menjo na mwingine wangapi watatu. Wakasema tumemaliza mkutano na tumeretain Sifuna. Na tumeretain Sifuna. It was a resolution. The NEC has decided to retain you Sifuna. Simu ikaingia, kama hamumutoi mrudishe pesa yangu leo. <laughs> Leo, leo leo, natoka pesa yangu. Wewe unajua, you know, you know, ikabidi warudi, ikabidi warudi kwa mkutano saa nane, ikabidi warudi Ika kupitisha ajenda ya kufanya nini ya kutoa Sifuna. So that is why I'm saying, yes, that is why I'm saying, Oburo Odinga is not leading that faction. Inaongozwa na Dr. William Samuel Ruto. Oburo Odinga anakontroliwa kama puppet, kama robot. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Eh, na namaliza, namaliza Mr. Chairman. Na namaliza kwa kusema hivi namaliza kwa kusema na, na nimesikia hawa watu wa nini hawa watu wa wa broad based ODM faction wakiongea, wanasema baba, baba, baba, Baba alituacha kwa broad based government, Baba alituacha kwa broad based government, Baba alituacha kwa broad based government, broad based government but ile kitu hautuambi Baba akiwaacha hao kwa broad based government, aliacha sifuna wapi, alimwacha wapi? akiwa nje Baba aliacha uko broad-based government na akaacha sifuna akiwa Secretary General so kila mtu akuwe mahali baba alifanya nini? alimwacha usituambie alituacha kwa broad-based government, aliacha sifuna akiwa nini? Usikuza, usikuze wewe, kaa kwa broad best, but wache sifuna akae mahali. Baba alimwa ama baba alikuambia nikisha kufa utoe sifuna? Alikuambia mlikutania wapi? Mama andika barua. Wale watu walikuwa wanataka kwenda kwa serikali, watu wanne baba aliwa donate, akasema Ruto hao nimekupati. Haku donate chama ya ODM. Raila never donated the ODM party, na wewe ukiita Raila baba baba baba. <laughs> ukiita msamarazi <laughs> um, na wewe ukiita Raila baba baba, unamuita baba, unamuita baba, baba. unamuita unamwita baba baba, na unaona Sifuna kama enemy na unaita Raila baba, ule mtoto Raila alizaa. <tus> Alikuwa Al ako pande Al gani? Ako pande gani? Ule sasa anaita Raila baba. Ako pande gani? Ako pande gani? Wacha we, wacha wewe unamuita baba baba baba. Baba <muchaya> alisema, baba alisema, alifanya okay, ule mtoto Raila alizaa. Ako pande gani? Ako pande gani? Ah, huyu anapigania adoption. Wacha, okay, na I'm I'm not not talking about the the the mtoto Raila alizaa. Ako pande gani? Ako pande gani? Huyu anapigania adoption. Wacha na huyo utakuja kuongea. Ukiita baba baba, alisema, baba alifanya, jiulize, ule mtoto wake sasa, ule, ule anamwita baba ya ukweli, wache yetu feki. Ako pande gani? Ako pande gani? hey, mtoto wake kabisa, ako pande gani? Ako pande ya nani? ya Sifuna, na nimalize kusema, Sifuna apigani na Uburo Odinga. Sifuna is not fighting Uburo Odinga. <coughs>

Hiyo of... ndio Sifuna anapigana nayo hiyo ndio Sifuna anapigana nayo. Yes. nimeona Ruto akisema, akisema jana kuna mtu aliiba mahindi, kuna mtu aliiba mahindi, kuna mtu aliiba, aliiba mahindi. Na sisi tunakumbuka Ruto mwenyewe Raila alimfuta kazi kama ameiba mahindi yes. Sasa imefika mahali wezi wameanza kupointiana vidole mimi si support Gashakuwa lakini mahali ikifika uwezi wameanza kupoindiana vidole. Ule mtu tuliona, ule mtu tumewona Kenya hii akiwa kotini mwanasiasa ni nani? Gashakuwa umewahi kumwona kotini sasa, sasa. Ile kitu nasema, Ruto hawezi kutuambia. Ruto, Ruto, Ruto has no moral authority.

ni two hyenas in different colors. A black hyena and a brown hyena. Can you say that a black hyena is good or a brown hyena is good? They are all what? Hyenas. so if I a hyena moja accusing ingine for being brown one hyena is accusing another hyena for being brown that is what Ruto is doing that is what Ruto is doing. na mmesikia wamesema 900 million 900 million zinapotea pa year school, school capitation going to ghost schools and ghost learners. 900 million pa year school capitation. 900 million. Na hii nyota yenye Ruta anazunguka nayo saa hii, hii nyota ni mradi wa World Bank. Namaliza tu na hiyo, Mr. Chairman. Hii nyota yenye Ruta anazunguka nayo Vijana wanachukua hiyo pesa vizuri sana but kijana anachukua, I have seen some cases. Kijana anachukua kijana anachukua hiyo pesa analipia, analipia sibling wake fees ya grade 10 ambaye ameshindwa kujoin shule. Vijana wanachukua hiyo pesa wanalipia watoto wenzao fees, wale wataanzisha biashara. Maybe ni wachache, lakini nimeona vijana kadhaa amepata hiyo pesa akaambia mama nimepata ndio hii, wakachukua mtoto wakapeleka shuleni, sibling ambaye amekwama kwa nyumba eh. Na hiyo mradi ya World Bank hiyo, ya, ya, ya nyota si ati imeanza sai, ilikuwekwa wakati wa Uhuru, ilikuwa inaitwa Kenya Youth Employment Opportunities Project. Kiyo. Kenya Youth Employment Opportunities Project. Na Uhuru alikuwa ameiweka chini ya Ministry of Youth Affairs na Youth Affairs walikuwa Youth Affairs walipeana hii pesa kwa vijana 370,000 youth Kenya mzima, kila kijana alikuwa anapata 40,000. Ruto amekuja ameibadilisha jina, amekuja tu ameibadilisha jina, anazunguka nayo, anazunguka nayo, anazunguka nayo. Kazi yake ni kubadilisha vitu majina. Ilitugharimu, ilitugharimu 4 bilioni kubadilisha NHIF, tutoe N tuweke S Ikatugharimu inaenda ika kutugarimu 1.7 billion, inaenda kutugarimu 1.7 billion kuchange KRA from Kenya Revenue Authority to Kenya Revenue Services, kutoa hiyo A tuweke S itatugarimu 1.7 billion. Ruto must go.